Na mtazamaji wa Jongo Media TV popote ulipo, shukran sana kwa kuendelea kusubscribe na kushare ili wewe wa kwanza kabisa kupata notification zetu kwa taarifa mbalimbali ambazo zitatokea hapa kwenye channel yetu. Leo ni siku nyingine ambapo tunaelekea kwenye jambo lingine. Pia mimi naitwa Grayson Kapinga. Nimekaribisha sana hapa Jongo TV. Leo tunayo makala ambayo itaangazia wale ambao wanaisiwa kuligombea jimbo la Mbinga mjini. Je, yeah, ni nani na nani? Je, yeah, hao wanaotajwa ni kweli kwamba wanalitaka jimbo hili la Mbinga mjini? Basi nikukaribisha kutazama makala hii fupi ambayo imeletwa hapa Jongo Media TV. Ndugu mtazamaji na mdau wetu mpendwa, yafahamu mambo machache yatakayokupa mwanga wa uelewa wakati tukielekea katika uchaguzi, tukianzia uchaguzi wa kura za maoni ndani ya Chama cha Mapinduzi na hatimaye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Wananchi wa jimbo la Mbinga mjini wanajiandaa kufanya uchaguzi mkuu mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Mbinga mjini ni jimbo la uchaguzi ambalo Chama cha Mapinduzi kimeshika hatamu kwa miongo sasa, na siasa za CCM zimeutawala mji huo. Siasa za uchaguzi ndiyo jambo lenye nguvu zaidi kwa sasa. Makundi mbalimbali ya jamii yamekuwa yakijadili majina ya watiania kwa nafasi ya ubunge wa jimbo la Mbinga mjini kwa nyakati tofauti. Mpaka sasa majina yanayozungumzwa zaidi ni majina ya watiania wale waliojitokeza katika uchaguzi wa kura za maoni mwaka 2020. Jina la kwanza la mwanasiasa anayehisiwa kutia ni jina la mbunge aliyopo madarakani Ndugu Jonas William Mbunda. Ana shahada ya uzamili yaani master degree ya usimamizi wa fedha na uhasibu. Amehudumu kwenye tasnia ya zao kuu la biashara zao la kahawa akianzia Mbiku na baadaye kiwanda cha kukoboa kahawa Mcisco. Mwaka 2020 alipenya katika tundu la sindano alishika nafasi ya pili, lakini jina lake lilirudi mwaka 2025. Je, atatia nia kutetea nafasi yake? Mwanasiasa mwingine ambaye amekuwa akigonga vichwa vya wadau wengi wa kisiasa ni Sixtus Rafael Mapunda. Ikumbuke kwamba Sixtus Rafael Mapunda mwaka elfu mbili na ishirini aliongoza uchaguzi wa kura za maoni kwa kupata kura nyingi zaidi na kushika nafasi ya kwanza, lakini hakuteuliwa kuwa mgombea kwenye uchaguzi mkuu. Tunaweza kusema kwamba jina lake halikurudi. Amewahi kushika nafasi kubwa ya ukatibu wa Umoja wa Vijana Taifa. Amewahi kuwa mbunge wa jimbo la Mbinga mjini mwaka 2015 hadi mwaka 2020. Amekuwa mkuu wa wilaya ya Sumbawanga na baadaye mkuu wa wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam, nafasi ambayo hana udumu mpaka sasa na mwanasiasa wa tatu ni huyu anaitwa Noel Crispin Komba. Katika uchaguzi wa mwaka 2020 alishika nafasi ya nne. Watu wengi wanamsikia tu hawamfahamu vema, lakini mimi leo nataka umfahamu vizuri. Dr Noel Crispin Komba ni mzaliwa wa Mbinga. Kitaaluma, ana shahada ya uzamivu katika masuala ya sera za kiuchumi na ubunifu wa maendeleo. Amehudumu katika nafasi mbalimbali katika sekta binafsi na umma, ikiwemo ukurugenzi katika Wizara ya Katiba na Sheria, Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi, Wakala wa Barabara za Vijijini, pamoja na nafasi ya katibu tawala msaidizi mkoa, akiratibu masuala ya uchumi na uzalishaji. Na hizi ni baadhi ya kazi zilizofanywa na Noel Komba ameshiriki katika uandishi wa mipango na mikakati ya kitaifa ikiwemo mpango wa maendeleo ya taifa awamu ya tatu, mwongozo wa kitaifa wa ufuatiliaji na tathmini, mkakati wa kitaifa wa usajili wa matukio muhimu. Ni mjumbe katika timu mbalimbali mbali za kitaifa ikiwemo miradi ya kilimo kwa vijana, kamati ya maamuzi ya kitaifa ya maandalizi ya mpango wa haki za binadamu na biashara. Lakini pia ni mbobezi wa tafiti za kiuchumi, na baadhi ya tafiti alizoshiriki fanya ni pamoja na tafiti kuhusu sera ya ugatuzi madaraka kwa wananchi inayosimamiwa na ofisi ya rais TAMISEMI, sekta isiyo rasmi na mapato kodi, uchumi wa kidijitali, masoko ya dhamana na mitaji, ufanisi wa kodi ya ongezeko la thamani na utafiti wa mifuko ya kuwezesha wananchi kiuchumi, na kwa sasa hana hudumu wizara ya fedha, idara ya uchambuzi wa sera za kiuchumi. Swali la kujiuliza, je, mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano mbobezi huyu wa maswala ya uchumi na ataweka tena nia katika kinyanganyiro cha ubunge wa jimbo la mbinga mjini? Nam, shukrani sana mtazamaji wa Jongo Media TV kwa kutazama makala hii na kusikiliza kwa kina zaidi kupitia chaneli hii bora zaidi, ambayo inakuletea matangazo bora kabisa, na tunaamini kwamba umemakinika. Maoni yako ni yapi? Acha komenti yako. Je, hawa waliotajwa kwamba wanalitaka jimbo la mbinga mjini 2025 ni kweli na nia ni kushukuru sana kutazama Jongo Media TV, subscribe share, acha komenti yako. Wa kwanza mimi naitwa Grayson Kapinga. Asante na karibu sana Jongo Media TV.